Mwezi wa furaha, mwezi wa watu kujiachia e, kuburudika, sio mwezi wa kujifungia ndani. Kwa hiyo e, e, moja ya burudani ni hizi sasa ambazo e, wadau hawa wanazileta katika mkoa wetu, ili kuendelea kumchagiza mwezi wa Desemba ambao ni mwezi wa Christmas, mwezi ambao shamra shamra zake kusema kweli, kwa kwa hiyo kama kuna mtu anajiuliza na watu kwenye Krismasi yake kwa mwezi wa Desemba, basi afike katika viwanja hivi vya Mshujaa aweze kushuhudia namna ambavyo magari haya yametunzwa, mpaka sasa yanaendelea kutumika. Hakuna gari bovu, na hata yale ambayo yamekuja maonyesho haya yametembea yenyewe, yajavutwa na breakdown. Lakini pia unatoa wito kwa wananchi wengine ambao pengine kwa namna moja ama nyingine wanayo magari ya zamani kuanzia mwaka huu elfu moja mia tisa tisini kurudi nyuma, wayatoe, wayalete siku ya maonyesho, wasiyafungie ndani. Hii ni fursa imekuja. Uh, utawakurudisha watu utawaelimisha watu, lakini zaidi utapata ile zawadi ambayo waandaaji wa tamasha hili wameandaa. Kwa hiyo kila mwenye gari za zamani kuanzia mwaka elfu moja mia tisa tisini kurudi nyuma anapaswa alitoe gari lake ile kishinganisha, na hakuna hakuna wugo uliwekwa kwamba ni gari la aina gani, ni gari la aina yoyote ile, ni basi ile, ni lori, ni gari ndogo, basi mtu anatoka leta ili iweze kuda aro msimu wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tamasha hili mheshimiwa mgeni rasmi, linalenga kuanzisha na kuendeleza utamaduni uh, utalii wa maonyesho ya magari ya zamani katika mkoa wetu kama kivutio kingine cha utalii. Kwa mgeni rasmi, ukifanya utafiti katika mikoa mingi ya ya Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro ni moja kati ya mikoa ambayo ina magari mengi ya zamani, lakini utafiti mwingine mdogo unaonyesha kwamba kipindi cha mwezi wa kumi na mbili ni kipindi ambacho wana Kilimanjaro wengi wanakuja kuhiji, neno linalotumika maarufu kwa hiyo tulichokiona ni kuunganisha hija hii ya wana Kilimanjaro na shughuli ambazo zinaweza, zinaweza, zinaweza kibali. Kipato. Kwa hiyo leo tunakushukuru na tunawashukuru wale wote walioleta magari na huu ni mfano tu kwenye database yetu mpaka sasa amba... kwenye uzinduzi wa Kilimanjaro Classic Car Show tukiwa ni wadau wa shiriki wa uh, shirika la Tawa. E, sisi ni wale watu ambao tunahusika na kubeba watalii kupeleka kwenye hifadhi ambazo ziko chini ya usimamizi wa Tawa, na tumekuja hapa ili kufacilitate ama kurahisisha watu kuweza kusajili kwenda kutembelea hifadhi eh, ya Makuyuni, lakini vilevile na hifadhi nyingine ambazo ziko chini ya Tawa kama ilivyo hifadhi ya, ya, ya Lake Natron. Kwa hiyo tumekuja hapo kuwaonyesha watu jinsi ambavyo kuna mfumo rahisi sana ya namna ambavyo mtu anaweza akajisajili na akalipia ili kwenda kwenye hizi safari. Kwa mfano ukiangalia nyuma yangu hapa e, kuna mfumo huu ambao umezinduliwa siku za karibuni ambapo mgeni anaweza akalipia kiti chake tu ili kwenda kwenye hizo safari za utalii kwa kutembelea za...